Kulingana na taarifa ambazo zimechapishwa na jarida la Lishikia nafahamishwa kwamba wanafunzi kutoka katika mataifa tofauti barani Afrika, katika jarida hili inatajwa kwamba ni wanafunzi kutoka nchini Togo ndio ambao wamejiunga na jeshi la Urusi na kukamatwa katika uwanja wa mapambano nchini Ukraine na jeshi la Ukraine na kuweza kuonyeshwa mbele ya vyombo vya habari. Taarifa hii inafahamisha kwamba mwanafunzi huyu mmoja kutoka nchini Togo ambaye aliyekamatwa katika uwanja wa mapambano alikamatwa na jeshi la Ukraine na kutupwa gerezani na baadaye kuonyeshwa katika vyombo vya habari na kutajwa kwamba ni kwa malengo ya kidiplomasia, ili mataifa ya bara la Afrika yaweze kufahamu ya kwamba wanafunzi ambao wanaojielekeza nchini Urusi, basi wanafunzi hao kwa njia moja au nyingine, kwa ridhaa yao aidha kwa kulazimishwa, wanajipata katika uwanja wa mapambano katika vita hivi ambavyo vinaendelea kati ya Urusi na Ukraine. Makala maalum ambayo imeonyeshwa kuhusu wapiganaji wa kigeni katika jeshi la wanajeshi wa Ukraine wanafanya kila wawezalo ili waweze kuwakamata wanajeshi hao wa kigeni na kuweza kuonyesha katika vyombo vya habari ili ulimwengu uweze kufahamu ni kitu gani ambacho kinaendelea katika jeshi la Urusi na mataifa hayo yaweze kuchukua hatua dhidi ya Urusi na kuwazuia raia wao wasiweze kujielekeza nchini Urusi kwa kuwa pindi ambapo watakapoingia nchini Urusi, basi watakabiliwa na changamoto na kufikia hatua ya kuweza kujiunga kwa hiari aidha kwa kulazimishwa na jeshi la Urusi. Vilevile, taarifa nyingine zinafahamisha kwamba wapo wale ambao wamejielekeza nchini Urusi kujiunga na jeshi la Urusi kwa hiari yao, na wapo wale ambao huwa wakilazimishwa. Kama taarifa hizi zinavyofahamisha, zinafahamisha ya kwamba kuna vitisho ambavyo vinatolewa na Urusi kwa wageni ambao ni wafanyakazi na wanafunzi. Iwapo watakataa kujiunga na jeshi la Urusi, basi watajipata katika wakati mgumu, kwa kuwa watajipata katika hali ya kunyimwa vitambulisho vya mkazi na viza zao kuweza kufutwa na kuchukuliwa kama wahamiaji haramu. Hivyo basi wanajipata katika wakati mgumu na kuchagua kujiunga katika jeshi la Urusi, huku wengine ikifahamishwa kwamba wanaahidiwa ya kwamba baada ya vita wanaweza wakajiunga na jeshi la polisi na kupewa katika ofisi tofauti nchini Urusi. Kijana mmoja kutoka Togo ambaye alionyeshwa katika vyombo vya habari vya Ukraini, inatajwa kwamba aliingia nchini Urusi mnamo Agosti mwaka 2024 na visa ya mwanafunzi na baadaye kulazimishwa kujiunga na jeshi la Urusi, na wakati wa mapambano aliweza kukamatwa na wanajeshi wa Ukraini na kuweza kuonyeshwa mbele ya vyombo vya habari. Na vile vile wadadisi wa masuala ya kimkakati wanadai kwamba kijana huyu huenda aliingia nchini Urusi akiwa na malengo mengine na katika hali ya kujitafuta na ndiyo alijiunga katika jeshi la Urusi, na wakati alipokamatwa akaona bora abadili gia hewani, na kutaja kwamba aliingia Urusi kama mwanafunzi ili jeshi la Ukraine liweze kumwonea huruma na kuweza kumrejesha nchini Togo. Wakati huo huo, wizara ya mambo ya nje ya Togo inafahamisha kwamba sio mara ya kwanza kupata taarifa kama hizo na kutoa tahadhari kwa vijana ambao wanaojielekeza nchini Urusi kwa malengo tofauti ikiwemo masomo. Na katika mitandao ya kijamii nchini Togo, inatajwa kwamba iwapo mwanafunzi ataondoka katika taifa lake kujielekeza katika taifa jingine kwa lengo lolote, ni jukumu la taifa kutambua ni wapi raia wake anajielekeza kama mwanafunzi, na iwapo mwanafunzi ataweza kufanya hivyo, basi jukumu hilo litakuwa ni jukumu la serikali, na raia wa Togo wana haki ya kulindwa na taifa lao, na sio kuwatolea tahadhari pekee. Shirika la M. Luther King limekemea vikali tuhuma hizo na kufahamisha kwamba Togo na mataifa tofauti barani Afrika ambayo na ushirikiano na Urusi yanatakiwa kuchukua tahadhari kubwa pindi ambapo wanafunzi wake wanapojielekeza nchini Urusi kwa lengo la kujiendeleza kimasomo. Ukraine imefahamisha kwamba wapiganaji wa kigeni ambao wanaokamatwa kwa kiasi kikubwa katika uwanja wa mapambano ni raia kutoka Ghana, Somalia na Nepal. Hivyo basi na Ukraine imetolea wito wa mataifa hayo kuwa makini, wakati ambapo raia wao wanachukua maamuzi yoyote ya kuweza kusafiri kuelekea katika maeneo ambayo mataifa hayo hayana taarifa za kutosha. Vile vile asasi za kiraia nchini Togo zimetolea wito serikali kuchukua hatua stahiki ili kuweza kuwazuia raia wake kuweza kuondoka na kujipata katika mitego na vitendo vya fedheha. Kwa upande mwingine, katika mitandao ya kijamii inatajwa kwamba kile ambacho kinaendelea wakati ambapo Ukraini na inajinasibu kuwakamata wanajeshi aidha wapiganaji wa kigeni ambao wamejiunga na jeshi la Urusi kama alivyoonyeshwa kijana huyu kutoka nchini Togo ya kwamba ni propaganda tu za jeshi la Ukraine ili kuendelea kuichafua Urusi na kuweza kuwafanya wale ambao wanaonekana kuwa ni washirika wa Urusi wasiweze kuendelea ushirikiano huu na Urusi, ushirikiano ambao unatajwa kwamba unaweka hatarini ushirikiano kati ya mataifa ya Magharibi na mataifa ya bara la Afrika mtazamo mwingine inatajwa kwamba Urusi ni taifa kubwa ambalo linatumia vifaa vya kisasa hivyo basi taifa kama hilo katika jeshi lake halina haja kuwatumia wanajeshi ambao bado ni wanafunzi, hawajapata mafunzo ya kutosha na kuwaweka katika jeshi lake. Urusi kama taifa superpower ulimwenguni haliwezi kuwatumia wanajeshi ambao ni wanafunzi na hawana ujuzi wowote kuhusu vifaa vya kisasa ambavyo ni vya teknolojia, teknolojia ambayo barani Afrika kwa sasa bado ni kama ndoto. Na vijana ambao wanaokamatwa na jeshi la Ukraine, vijana hawa kutoka barani Afrika wanadai ya kwamba ni wanafunzi ili jeshi la Ukraine liweze kuwaonea huruma na kuwarejesha katika mataifa yao. Ni jamii sana, utamaduni unasemaje kuhusu kile ambacho kinatajwa katika mitandao ya kijamii ya kwamba ni tuhuma na ni propaganda za jeshi la Ukraine dhidi ya jeshi la Urusi kuhusu wanafunzi hawa ambao inadaiwa ya kwamba wanalazimishwa kujiunga na jeshi la Urusi katika uwanja wa mapambano katika vita hivi ambavyo vinaendelea kati ya Urusi na Ukraine tuachie mtazamo wako.